PSPTB ni bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi mm -hmm. ambayo ni taasisi iko chini ya Wizara ya Fedha mm -hmm. uh, ambayo imepe imepewa mamlaka kisheria na imeanzishwa, by the way, imeanzishwa kwa mujibu wa sheria namba mm -hmm. 23 ya mwaka 2007 mm -hmm. na inatimiza majukumu yake chini ya Wizara ya Fedha, lakini pia inawajibika kwa ofisi ya msajili wa hazina mm -hmm. Tanzania mm -hmm. uh, majukumu lake kuu. Majukumu tunayo mengi, lakini makuu matatu hasa ni kusimamia wataalamu wa ununuzi na ugavi kwa kuwasajili. mm -hmm. lakini pia tunaendesha mitihani ya kitaaluma certification examinations, professional certification examinations. Mm -hmm. lakini pia tunaendesha mashauri ya kinidhamu mm -hmm. kama ambavyo alikuwa anasema ndugu yangu Suleiman mm -hmm. uh, wale ambao wanakuwa wamefanya kazi kinyume cha maadili, tunalo hilo jukumu pia kisheria la kuendesha majukumu yao na, na na, kuwachukulia hatua za kinidhamu kwa kuwaita, kuwasikiliza Then inatolewa uamuzi. Mm -hmm. Na uamuzi ule unaweza kuwafuta kabisa kama alivyokuwa anasema Suleiman. Mm -hmm. Na tukikufuta maana yake usifanye kazi za ununuzi, lakini pia kulingana na uzito wakoso, wa kosa naweza kashushwa ngazi mm -hmm. Na ya usajili nitawaeleza zile zilidyo, ngazi zilivyo. Na ukishushwa ngazi maana yake ina madhara pia katika nafasi ambayo naruhusiwa kisheria kuajiriwa mm -hmm. Eh, kuna nafasi kwa mfano kama ni principal labda afisa mkuu wa ununuzi unaweza hiyo nafasi tena usiruhusiwe kujifanya mm -hmm. kutokana na Ja, tatizo lililopata na na ngazi ya usajili ulioshushwa, na pia tuna jukumu la kushauri serikali namna bora ya kutumia wataalamu na namna bora za taratibu zote za ununuzi wa umma.